One Media. Ili wa kwanza kupata habari zinazojiri hapa Bongo, usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Mtazamaji na mpendwa wa Bongo Media, karibu tena katika YouTube channel yetu tukizidi kukujuza zile taarifa zaidi ambazo zinatikisa katika mitandao ya kijamii. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambazo leo na kujuza ni kuhusiana na yale ambayo yanaendelea ndani ya viunga vya club ya Young African Yanga Sports Club. Wamedhamilia kwa kuhakikisha wanaboresha katika safu yao ya ushambuliaji. Yanga Sports Club wameweka Uh, mambo makubwa zaidi ambayo ameyadhamilia kuhakikisha katika safu yao ya ushambuliaji, kuna baadhi ya maeneo wanayaboresha. Tunafahamu kwamba katika msimu uliopita 2024 2025 Yanga, yapo mambo ambayo waliweza kuyafanya. Yes, kuna mambo mengi makubwa ambayo waliweza kuyafanya na wanahitaji kuhakikisha wanaboresha sehemu mbalimbali. Sasa, katika kuboresha sehemu mbalimbali ambazo Yanga Sports Club wamejipangia ni katika safu yao ya ushambuliaji, kuna maboresha wanaenda kuyafanya Yanga Sports Club, katika moja ya wachezaji ambao wanahitaji kuachana naye mm, wanahitaji kuachana naye ni kwa kuwa kiwango chake akijalingana na kile ambacho walitarajia ni Prince Mpumelelo Dube. Hiyo ndio ikiwa ni moja ya taarifa kubwa zaidi, Yanga Sports Club wamedhamilia kuhakikisha wanaachana na Prince Mpumelelo Dube, ambaye kiwango chake kimeonekana kwa namna moja au nyingine kina pwaya Dube ni moja wachezaji ambao wamekuwa wakitengenezewa nafasi nyingi, lakini anashindwa kuipatia timu bao. Sasa kukosekana eh, kulingana na Prince Dube kuyakosa mabao mengi hasa anapokuwa katika eneo la 18, Yanga wameweka dhamira ya wazi kabisa kwamba kupitia dirisha dogo la usajili wataenda kumvunjia mkataba na kumwacha kuwa mchezaji huru, na ziko taarifa kuhusiana na wale ambao wanaenda kusajiliwa. Yuko mchezaji ambaye taarifa tuko tunazifuatilia kwa kina kuhakikisha tunazipata na kuja kukujuza, ambaye anakuja kuwa mrithi wa Prince Mpumelelo Dube ndani ya klabu ya Dai Young Africa. Nisao kwamba Yanga kipindi hiki wanapitia kipindi ambacho hakijakaa vizuri kwa sababu mchezaji kama uh, wari, uh Mzize Walidi Mzize, Mzize ni moja wachezaji wazuri zaidi wanaocheza katika eneo la ushambuliaji Clemens e, Mzize ni moja wachezaji ambao wanacheza vizuri katika eneo la ushambuliaji, lakini amekuwa akipitiwa majeraha ya mara kwa mara. Sasa yale majeraha ambayo yanampata Walidi Mzize, hii inafanya Yanga Sports Club kumkosa mchezaji imara katika eneo hilo. Sasa kwa sababu ya hayo yanayoendelea, klabu ya Yanga Sports Club wanaona ni bora wakamsitishia mkataba

huyu uh, ambaye ni Prince Mpumelelo Dube, kisha kumtafuta mchezaji mwingine ambaye atakuwa ni mbadala wake, na hii ni kwa sababu ya kwenda kuboresha safu ya ushambuliaji ili kuelekea katika dirisha dogo la usajili wao. Wametengeneza kikosi ambacho kwa namna moja au nyingine kitaweza kuwa na manufaa katika msimu unaoendelea, msimu wa 2025 na 2026. Unadhani klabu ya Yanga Sports Club kuachana na Prince Mpumelelo Dube, hiyo inaweza ikawa ni tija na tiba ya ubutu uliopo katika safu yao ya ushambuliaji. Maana kwa sasa Yanga Sports Club, asilimia kubwa ya wachezaji ambao wanafunga mabao au wanaotengeneza mabao sio wale waliotarajiwa katika kipindi cha usajili wa dirisha kubwa la usajili, lakini pia kulingana na kikosi ambacho walikiboresha kutoka katika msimu uliopita 2025 2026. Hizo zikiwa ndizo taarifa kubwa zaidi ndani ya klabu ya Young African kuhusu kuamua kuachana na Prince Mpumelelo Dube. Yanga kuachana na Prince Mpumelelo Dube, jambo hili unalipa asilimia ngapi? Na tuambie, we ni shabiki wa klabu ya Yanga Sports Club ukitokea maeneo gani, na unaipenda timu yako kwa asilimia ngapi? Bye. Bye.